Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kondoa pamoja na wananchi wa kata ya Haubi wamefanikisha operesheni maalum ya kutokomeza kilimo haramu cha bangi katika maeneo ya hifadhi ya milima Haubi wilayani Kondoa mkoani Dodoma. Hapa ni katika kijiji cha Mafai kilichopo pembezoni mwa hifadhi ya milima Haubi. Historia ya bangi si ya kusimuliwa, bali ni ya kuishi. Zao hilo haramu lilihesabiwa kama njia ya haraka ya kujipatia kibu pato lakini si leo. Hapa sauti mpya zinasikika. Kwa jina naitwa Shaibu Hamisi Karinga, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mafai. Zao hili la bangi kwa kijiji hiki cha Mafai, kwa kweli lilikuwa halipo kabisa kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi tuna zaidi ya miaka mitano ndio zao hili la bangi limeonekana kwenye eneo la kijiji hiki. Kipindi cha kwanza baada ya zao hili la bangi kuingia kijiji hiki, wengi walikuwa wanaelewa ni zao ambalo linaweza likawapa kipato cha juu, lakini baada ya hapa, baada ya kuona madhara yake, mpaka sasa hivi kila mtu anakemea kitendo hili, tuwa pamoja na operesheni wote kuhusu na idara zote zinazohusika ngazi ya, ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, hadi ngazi ya wilaya, hadi kijiji, kwa ajili ya kuteketeza zao hili la bangi, kwa sababu zao hili la bangi limesababisha vijana wote wa kijiji cha Mafai karibia asilimia themanini na tano wameharibikiwa kwa ajili ya kilimo hiki cha bangi, lakini kuanzia mwezi huu wamejitoa jito, wame wamejitolea wananchi wa kijiji cha Mafai na kuomba nguvu itumike nguvu kubwa kwa ajili ya kuteketeza zao hili la bangi kuanzia mei kumi na nne hadi kumi na tisa operesheni ya pamoja kati ya dcea kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya kondoa pamoja na wananchi wa haubi iliteketeza hekali mia moja na hamsini na saba za mashamba ya bangi katika vijiji vya ntomonko kinyasi na haubi naitwa daniel milandu kasokola naibu mkuu kitengo cha ja masuala ya serikali mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa niaba ya kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya napenda kutaarifu umma kuwa kuanzia tarehe kumi na nne hadi kumi na tisa ya mwezi Mei elfu mbili na ishirini na tano mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa umefanya operesheni katika wilaya ya Kondoa, hususan katika vijiji vya Nkomoko, Haubi, Mafai na Kinyasi na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari mia moja hamsini na saba za mashamba ya bangi pikipiki mbili na tunawashikilia watu saba wanaohusika kuhusiana na matukio hayo. Hii ni mara ya pili kufanyika kwa operesheni kama hii katika wilaya ya Kondoa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za mamlaka za kuhakikisha inadhibiti uzalishaji na biashara ya bangi hapa nchini. Tangu kufanyika kwa operesheni hizi hapa katika wilaya ya Kondoa mwezi Januari mwaka huu, na kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za dawa za kulevya pamoja na kuonyesha wananchi fursa za kiuchumi zinazopatikana katika wilaya hii kumepata mabadiliko chanya, kwani baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanashiriki katika kilimo cha bangi sasa wameachana na kilimo hiki na kujikita katika mazao mengine halali. Mfano, baadhi yao wamelima ufuta, alizeti, tumbaku, marage na mahindi. Pamoja na ya mafanikio hayo, wapo wananchi wachache ambao wameendelea kukaidi amri ya serikali na kuendeleza uzalishaji wa, uzalishaji wa bangi katika maeneo yao. Hatutasita kuwachukulia hatua wale wote ambao wataendelea kukaidi amri ya serikali na kuendelea kulima bangi ambayo imekuwa kiaribu afya za wananchi wetu na kuzofisha ustawi wa taifa letu. Mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya itaendelea kushirikiana na uongozi wa wilaya hii ya Kondoa chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya Fatuma Nyangasa kuhakikisha tunadhibiti kabisa na kuondoa kabisa tatizo la uzalishaji wa bangi katika wilaya ya Kondoa na mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Nitoe wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa juu ya watu wanaojihusisha kwa namna yoyote ile na uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa dawa za kulevya aina ya bangi katika wilaya hii, kwa maana kwamba ushirikiano wao utasaidia sana kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha tunamaliza kabisa tatizo la dawa za kulevya, hususani kilimo cha bangi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mafanikio haya yamejengwa kwenye misingi ya elimu, si hofu kwani serikali ya wilaya ya Kondoa inaamini kuwa suluhisho la kudumu si nguvu pekee, bali mashirikiano pamoja na maono mapya ya maendeleo. Kondoa, kama baadhi ya wilaya nyingine, tuna tatizo na tuna changamoto kubwa ya baadhi ya wananchi wetu wale wachache kujiingiza kwenye kilimo ambacho uh, kwa mujibu wa sheria si halali, lakini pia kina athari kubwa. Matumizi ya bangi kama dawa za kulevya, athari zake tunaziona kwenye jamii yetu na tumekuwa tukishuhudia kila siku kizazi, uh, baada ya kizazi. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo na tumekuwa tukifanya jitihada mbalimbali kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya. Pia tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunateketeza uh, mashamba hayo, lakini tunakamata wale ambao wanajihusisha na uuzaji wa bangi lakini kilimo cha bangi pia, lakini vile vile tunatoa elimu kwa wananchi wetu namna nzuri ambayo wanaweza kuachana na kilimo cha bangi lakini kuenda kwenye kilimo kingine ambacho kinatija zaidi kwetu, kwao, lakini kwa taifa kwa ujumla. Tuna mazao ya biashara, tuna mazao ya chakula, lakini pia tuna ufugaji mzuri tu. Kwa hiyo wananchi wa Kondoa wana uwezo wa kujikita kwenye maeneo hayo. Kwenye kilimo cha biashara kuna, kuna, kuna mazao mbalimbali mbali, kuna alizeti eh? kuna hizi nini zinaitwa mbaazi eh? kuna ufuta yapo Me mazao mengi ambayo yanakubali yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana kabisa kwenye ardhi yetu hii ya Kondoa. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi sana kuwaelimisha wananchi wetu kwamba mbali na hali halisi iliyopo, uwezekano mkubwa wao kutoka vizuri kwa hali ya amani na utulivu na wakawa na maisha mazuri yenye tija kwao na kwa taifa kwa ujumla ni kujihusisha kwenye kilimo cha mazao halali. Hapa tulipo sasa hivi ni mlimani na sisi tunafahamu namna ambavyo milima ni, vyanzo ni, ni maeneo yetu muhimu sana ya kutunza misitu yetu. Kwa hiyo wananchi pia kuja kulima kwenye maeneo haya pia nako hairuhusiwi. Kwa hiyo tunaendelea bado ni changamoto, lakini tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu, na vizuri ni kwamba baadhi ya wananchi wameitika vizuri, wamejitokeza na tunashirikiana nao wao pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kuelimisha kwa wengine, lakini kikubwa zaidi mbali na elimu, tunaendelea kufanya misako na kuwakamata wale wote ambao wanajihusisha na kilimo cha bangi, wanajihusisha na biashara ya bangi na madawa mengine ya kulevya na shughuli nyingine ambazo si halali kwa mujibu wa sheria za taratibu za nchi yetu. Viongozi wa vijiji pia wameshika nafasi yao kama walinzi wa maadili katika maeneo husika. kwa majina, naitwa Isa Hamis Rajabu, mimi ni mkazi wa kijiji cha Mafai, kata ya Haubi, wilaya ya Kondoa. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mafai, tumeamua kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu bangi ina madhara makubwa kwa jamii, kwa familia zetu na hata jamii zingine ambazo haziko kwenye kijiji cha Mafai. Na tunashukuru serikali kwa maamuzi uliofanya kuamua na hii operesheni ya uteketezaji wa kilimo cha bangi, kwa sababu ina madhara makubwa, na wachache waliokuwa wanashiriki kwenye kilimo cha bangi ndani ya kijiji cha Mafai wameamua kujitoa kabisa na kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu itatuletea madhara kwa familia na jamii zetu. Kwa hiyo, kwa niaba ya wananchi niseme tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya mama, mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuunga mkono na kutoa hii operesheni kwa ajili ya kuteketeza kilimo cha bangi. Sisi kama jamii ya Mafai tumeelewa kwamba bangi ina madhara makubwa na hasa kwenye uchumi na suala la kiakili. Sasa kwa niaba ya, ya serikali au kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Mafai na jamii kwa ujumla tuko tayari sasa kuachana na madawa ya kulevya hasa kwenye kilimo cha bangi na mambo mengine. Kwa hiyo tunamuunga mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa swala hili la uteketezaji wa bangi na hasa, big up sana. Kwa swala la kuendelea kuilinda amani ndani ya ya ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na, Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunamuunga mkono, tuko, tuto, tuko tayari kuachana na kilimo cha bangi na hatuturudia tena jamii ya Mafai. Kutokomeza bangi si tu jukumu la mamlaka, bali ni kazi ya kila mmoja, kati ya serikali, jamii na kila mmoja anayetamani taifa salama. Katika milima ya Haubi, vita dhidi ya bangi ingegeuka kuwa ushindi wa fikra, ushindi wa matumaini na ushindi mpya wa maendeleo ya sasa na ya baadaye, kwa kutokomeza mazao yote haramu yanayojihusisha na dawa za kulevya. Hii ni Rindimo Media, nami ni Farida Mangube.